Siku ya tarehe kumi na tisa siku ya Jumatano, maandalizi yote kwa upande wao yameshakamilika na tunasubiri kuwapokea wageni wetu hawa ambao watawasili siku ya Jumatano ya tarehe kumi na tisa. Waamuzi katika mchezo wetu dhidi ya Petro ni waamuzi wote kutoka Congo Brazzaville. Waamuzi wakati ni bwana Masie Oved ambaye ni kutoka Congo Brazzaville. Mwamuzi msaidizi namba moja ni Malondi Yames, naye vile vile kutoka huko huko Congo Brazzaville. Mwamuzi msaidizi namba mbili ni Vital Dictin, naye kutoka Congo Brazzaville, na mwamuzi wa akiba ama fourth official ni Pierre Jean. Seti nzima ya waamuzi wanne wote wanatoka Congo Brazzaville na maafisa wote wa mchezo wetu wataanza kuwasili nchini Tanzania kuanzia siku ya tarehe kumi na tisa. Viingilio katika mchezo wetu huu kutokana na umuhimu wa mchezo huu kutokana na kwamba tunawahitaji sana mashabiki katika mchezo huu. Ni mchezo wa kufungua pazia ya hatua ya makundi ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Ni mchezo muhimu kweli kweli ambao tunatakiwa kuanza vizuri kampeni yetu tukachukue alama tatu. Kilichoamriwa ni kwamba mechi hii itakuwa ni bure

Basi sawa, kama mtaki bure tutangaze viingilio. Tanzania, tiketi za Tanzania bei yake ni shilingi laki mbili na elfu hamsini. Ukinunua tiketi ya platinum, unapata jezi mpya za kimataifa na vilevile unapata kadi ya kuingia na gari yako uwanjani, na unapofika uwanjani unakwenda kuketi kwenye viti vya VVIP ambapo utapatiwa huduma ya chakula na vinywaji kwa kipindi chote ambacho mechi itakuwa inaendelea. Huduma yote hizo unapata kwa shilingi laki mbili na elfu hamsini pekee. Tuna tiketi za platinum kwa shilingi laki moja na elfu hamsini Ukinunua tiketi ya platinum unapatiwa jezi ya kimataifa, jezi mpya. Unapatiwa usafiri wa kutoka hotelini kupelekwa uwanjani, kutoka uwanjani kurudi mpaka hotelini, mkisindikizwa na kingora kwenda na kurudi uwanjani, na mkifika uwanjani mnapelekwa kwenye siti zenu mnakaribishwa pale na wadada wa kueleweka, wanawapatia huduma mbalimbali za vinywaji na vyakula. Baada ya mechi, mnarejea tena kwenye mabasi yenu na kurejea hotelini. Baada ya hapo, tunasambaana, tunakwenda kushangilia ushindi. Bei yake ni shilingi laki moja na elfu hamsini kwa anayehitaji tiketi ya Tanzanite na tiketi ya Platinum. Hii unaipata kwa kupiga simu kwa namba sifuri saba nne mbili saba saba moja tatu moja moja. Kama unahitaji tiketi hii ama tiketi hizi, piga simu kwa nambari sifuri saba nne mbili saba saba moja tatu moja moja. Utapiga simu utaweka booking utalipia tiketi yako na kusubiri maelekezo mengine namna ya kupewa zawadi zako kutoka Simba Sports Club VIP A ni shilingi elfu thelathini VIP B ni shilingi elfu ishirini na mzunguko ni shilingi elfu tano pekee <laughs>

ratiba ya hamasa kwa kufahamu umuhimu wa mchezo huu thamani ya mchezo huu na kile ambacho tunakihitaji katika mchezo huu tumewekeza nguvu sa kubwa sana kwenye hamasa ili kuhakikisha kwamba tunashawishi na kuvutia mashabiki wengi zaidi waweze kuja uwanjani. Tunachokitaka tarehe ishirini na tatu ni kuijaza Benjamin Mkapa, na hili ni jambo ambalo halinaga wasiwasi wasi na Simba Sports Club. Kwa mantiki hiyo basi, tutatumia nguvu kubwa, tutatumia muda mwingi huhakikisha kwamba tunazunguka Dar es Salaam nzima kwa ajili ya kuhamasisha mashabiki wa Simba wanunue tiketi na waje uwanjani siku ya tarehe ishirini na tatu. Siku hiyo asibaki mwana Simba yoyote hapa Temeke Studio eti anauza matunda. Kila mwana Simba siku hiyo aje Benjamin Mkapa. Meneja wa soko ni mnyama mwenzetu. Unajukumu meneja wa soko hapa Temeke temekesirio, kuwahamasisha wafanyabiashara wenzako hapa ambao ni mashabiki wa Simba, kuwahimiza waje uwanjani siku hiyo. Wana Simba wote tunajuana, kwa hiyo meneja anamfuata mmoja mmoja kwenye eneo lake. We bwana, acha kuuza matango tarehe 23 twende Benjamin Mkapa. Mjomba, acha kuuza ndimu tarehe 23 twende Benjamin Mkapa tarehe ya ishirini na tatu funga biashara yako ya pilipili kichaa, tukutane Benjamin Mkapa hiyo siku. Asibaki mtu hapa Temeke Studio. Meneja, hayo ni maagizo na uyafanyie kazi. Tunataka wana wote wa Temeke Studio tukutane Benjamin Mkapa tarehe ya ishirini na tatu <tinyo>